Performance ya timu ilikuwa nzuri, ndio umepanga baadhi ya wachezaji wengine. Kwa namna ambavyo wamecheza leo, umefurahishwa na kiwango cha timu yako kiujumla? Ya sana, nimefurahi kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao hawapati nafasi ya kuanza moja kwa moja, lakini leo umeona wamecheza. Wamenipa kile ambacho niliwaagiza kwa sababu unaona ina namna gani bila kujali kwamba anapata nafasi ya kuanza au kuanzia nje, kila mtu anapokea mafunzo na kuyaleta kwenye mechi, ndicho ambacho kimetokea. Timu imecheza vizuri, kwa upande wangu mimi, kwa mtazamo wangu na performance ilikuwa bora. Kilichotenganisha ni kwamba wamepata goli mbili, hatujapata goli. Kocha, msimu mwingine, msimu juzi JKT walitumia mgongo wa Yanga Princess kutangaza ubingwa. Mm. Msimu huu ni kama mwelezesha njia zaidi ya JKT Queens kwa mabingwa msimu huu. Sisi hatuwezi kuirahisisha timu yote kuwa bingwa yani, n kama mtu anataka kuwa bingwa maanake anapaswa kushinda mechi zake zote. Sisi tunacheza ligi, ikitokea bahati mbaya tumefungwa au tumeshinda, tunafurahia, lakini inawezekana ya ratiba inavyokuja, ina kwenye, chotimi, lakini, daraja, kwa sababu ya ratiba inavyokuja inakuta hivyo kwenye kipindi hiki ambacho timu inagombea ubingwa, lakini si kwamba tumekuwa daraja kwa JKT. Tumecheza vile ambavyo tumeweza, ametufunga ndo mchezo ulivyo na msimu huu? Ah, nafikiri nisema mwanzo kama tunajenga timu. Kwa ngumu, mimi naweza nikasema kwamba tumefikia asilimia 70 au 80. Kwa hizo ambazo zimebaki, nafikiri ziko kwa ajili ya msimu ujao, kuongeza baadhi ya wachezaji, kuhakikisha kwamba wanatengeneza timu bora ya ushindi. Hicho ni kitu kikubwa, lakini improvement ya timu kama mtu ameiona, kitu kidogo tu ambacho kimetenganisha ni matokeo ya leo kufunga goli mbili nafikiri tutakuwa na msimu mzuri ujao, Mwenyezi Mungu akijalia. Shukrani.